Tukiangalia eh, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na masahaba zake, yani mambo yaliyotokea katika vita vya Uhudi, mojawapo ni eh, namna ambavyo masahaba walikuwa wakimdefend Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, namna ambavyo walikuwa wakifanya nini, wakifanya tadhhiya eh, wakijitoa mhanga. Yani Bwana Mtume yo ataka kupigwa, mtu anajiweka baina yake na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Bwana Mtume anapigwa, maskini yule mtu anauawa ama anapata majeraha makubwa, na hii ilitokea sana hususan hii siku ya Uhudi, wengi katika maswahaba walikuja wakajitoa mhanga wakamkinga eh, bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam huku wao wakipata kudhurika maskini eh. Hii nini hii? Yote ni imani, ni imani kwa Mwenyezi Mungu jalla jalalu na mtume wake eh, sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni mahaba eh, ya hawa maswahaba kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtu hatofanya hivi isipokuwa ni mtu ambaye ana mahaba ya juu sana E, mtu hawezi kujitoa muhanga e, isipokuwa ana yaani, ana taaluki kubwa sana, ana mafungamano makubwa sana na yule mtu ambaye afanya nini? Yuampinga. Na ndio hali ya maswahaba, na ndiyo hali ambayo e, sisi kama Waislamu tutafaa kuishi, kuwa mtu yuaweza kujitoa mhanga katika kukinga Uislamu eh, katika kudefend Uislamu. Hawezi kuketi tu akaangalia watu wakiutukana Uislamu akiangalia watu wakiuponda Uislamu. Naye ameketi tu. La la la la. Lazima sisi kama Waislamu tufanye juhudi yetu eh, katika kuukinga ule Uislamu. Na eh, mashehe zetu wakituambia jambo la kwanza ambalo tunafaa kufanya ni kushikamana na awamir za Mwenyezi Mungu. Kushikamana na sheria ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu. Maanake vipi sisi tutataka kudefend ule Uislamu na sisi wenyewe hatushikamani na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu? Utaishi vipi? Wewe wadai kuwa wa, wa defend Uislamu, wewe wa support Uislamu na wewe huna ile inaitwaje, eh, ku hauna, hautimizi sheria ya Mwenyezi Mungu hautimizi amri za Mwenyezi Mungu. La, sisi jambo la kwanza ni sisi tushikamane na amri za Mwenyezi Mungu jala jalalu na mtume wake, na wakati huo huo ndo tutaweza jambo lolote likitokea katika kuponda Uislamu, katika kupinga Uislamu, mtu ataweza kujidefend, ataweza kudefend ule Uislamu. Lazima pia sisi tuwe na fakhri ya kuwa sisi ni Waislamu na tushukuru Mungu, maana ni neema alhamdulillah, rabbil alamin. Nam na, na e, jambo jingine ambalo tutasoma ni wakati ambapo Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akizika wale waliofariki waliouawa katika vita wale mashahidi. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuwa akizika, eh, alikuwa kwanza akijumuisha watu wawili katika kaburi moja sawa. Pili alikuwa akitanguliza yule aliyojua anayojua Qur'ani zaidi. Hapa sasa, katika mafunzo mafunzo la kwanza tunalopata katika kujumuisha watu wawili ni kuwa maulama wamesema ni ikija hali ya dharura, basi ni ruhusa watu wawili wajumuishwe ama wazikwe pamoja, ikiwa hali ni ya dharura, yani walofariki labda ni wengi, kumetokea labda jambo wakafariki waislamu wengi, na hatukupata sehemu, hakuna sehemu ya kuwazika, basi ni ruhusa tuzike watu wawili wawili eh, katika kaburi moja, yani ndio ni dharura. Wadharurat tubihu almahdhurati, na dharura hufanya eh, mambo ambayo yalikuwa ni haramu yakawa nini, ni halali, haina neno. Sasa eh, ikiwa tuko katika hali kama hii, itakuwa ni ruhusa wachukue watu wawili na tuwazike pamoja. Jambo jingine ni sharaf ya elimu na sharaf ya Qurani eh? kuwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliangalia eh, nani bwana hapa, alikuwa uyajua Qurani zaidi, basi yatangulizwa. Angalia, hii ni sharaf? Eh, kuwa mwanachuoni, mtu yoyote mwenye ilmu ya Qurani, mtu yoyote mwenye kuijua Qurani ana nini? Ana sharaf, anatangulizwa kwa yule mtu ambaye hana nini? Hana Qurani, haijui Qurani hii ni katika kutupa sisi morali katika kutuzidisha sisi nini, ile himma ya kuisoma na kuijua Qurani ikiwa hata baada ya kufa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amewafanya nini, amewatanguliza. Basi eh, sisi pia tujue kuwa yoyote ambaye atakuwa na Qurani ima kwa kuihifadhi ama kuifahamu ama kuisoma kwa uzuri zaidi, basi atafanya nini, atatangulizwa mbele ya Allah jalla jalalu kisha pia katika mambo ambayo tunahitaji kutaamali ni waliporudi wale maswahaba Makka eh, Madina afwan. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam siku ya pili tu alipoamrisha watoke eh? Yani hili ni jambo subhanallah. Yani Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kweli yani, alipewa akili yani kali sana ya kufahamu mambo. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliporudi tu, manake ilionekana kuwa khalas waislamu wamefanya nini, wamelemewa, wameshindwa, lakini kwa zile yani utasema psychological intelligence ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wa salam, akamwambiaje? Tutokeni ile ile siku ya pili, pamoja ya kuwa wao walikuwa na nini, majeruhi walikuwa na wengi wameuawa, walikuwa na wengi wana majeraha, hawezi kutembea, wanabeba na bebana kitabu tabu. Bwana Mtume akasema tutokeni tena. Juu wa wa ya hapo, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, yoyote ambaye hakutoka na sisi basi asitoke. Sasa akalia, hizi zote ni nini? Yani ni psychological eh, ni mambo ya kisaikolojia kivipi? Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yeye anataka kuwaonyesha wale makoreshi bwana, eh sisi bado nguvu tunazo, nyinyi mtushinda, lakini bado tunazo nguvu, na tutatoka na tuko tayari kupambana na nyinyi tena. Angalia, kihakika Waislamu walikuwa hali yao, hali yao yani eh, ni mbaya. Hali yao ni ya kidhaifu, lakini Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam hakutaka hili litawale akili za Waislamu pia hakutaka hili ndio iwe ni fikra ya wale wa soko wa Uislamu waone, ah halas, sisi wakati wote hawa tuweza kufanya nini? Tuweza kuwa kuwahujumu kwa hiyo tuweza kuwahujumu, tuweza kuwa attack. La, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya hivi kwa akili fulani, kwa nadhara fulani, kuangalia sisi tutatoka, ingawa nyinyi mwadhani sisi ni madhaifu, iwe kama kitishio kwa wale, na utaona kuwa hawakuja kuwapiga vita. Walipoona hivi wale makoresho wenyewe wakafanya nini? Wakahepa, wakakimbia, yani kuona kuwa ah, <laughs> hili lilikuwa ni jambo ambalo ndio munasibu alilofanya bwana mtume wa ndio jambo ambalo lilikuwa lafaa, manake liliwatisha, lili wa wale ambao si Waislamu eh. Basi hawa ikiwa wametoka tuwaona eh, hali ya maswahaba wakatoka pamoja na majeraha yao pamoja na damu zao, wakatoka hivyo hivyo. Tena bwana wa mtume wa akasema yoyote ambaye hakutoka asifanye nini? Asitoke, angalia Yani Bwana Mtume hataki machezo, asema sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yoyote ambaye hakutoka na sisi hatutake atoke. Na kuna watu walikuja wakamwomba Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, tutataka kutoka. Na wao walikuwa hawajatoka vitani, hawakwenda Uhudi. Bwana Mtume akasema hapana, hatutaki. Yoyote atakayetoka ni yule ambaye alifanya nini? Alitoka mwanzo. Na twaona eh, walipotii tu amri ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hama sahaba walipotui tu ile amri ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakatoka, wakafika pale, hiyo sehemu inaitwa Hamra al Asad. Nini kafanyika? Wale wale makoresho wakati wa uoga, uoga, mwenyezi Mungu eh, akawatia wale mushirikina uoga, eh, maana yake lau wale mushirikina wangetaka wangerudi, na ilikuwa kiakili ni wale mushirikina wafanye nini, warudi, wawapige vita Waislamu, lakini la, kwa sababu hawa wametia amri ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mwenyezi Mungu akawatia wale uoga, basi wale hawakurudi wakaogopa bwana e, ikiwa hawa watu wafuasi wa muhammadi wametoka, ikiwa hawa waislamu wametoka na hali yao ni vile, basi wakaingiwa uoga kuwa basi hawa watatupiga vita, basi basi basi wakaenda zao. Angalia, subhana al khaliq, yani Mwenyezi Mungu akitaka, mipango yake yanapita tu. Na, haya ni mafunzo machache muhimu ambayo tutayatoa ama tutayasoma katika eh, vita vya Uhudi na kihakika, mafunzo ni mingi na mingi na mingi, lakini tutatosheka na hayo inshaallah, na tutamwomba Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana inshaallah. Tutaendelea katika madarasa yajayo na sera ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuangalie yani, matukio yaliyotokea n na eh, zile saraya zilizotokea baada ya